Aliyewahi kuwa mwanasheria mkuu wa serikali nchini, Balozi Profesa Adelardus Kilangi, amesema vijana wengi wa Kitanzania ni wavivu wa kutafuta ukweli na kuchambua taarifa sahihi. Badala yake, wanategemea vyanzo na taarifa potofu kutoka vyanzo visivyoaminika. Profesa Kilangi ametoa kauli hiyo leo Juni 2025 wakati akizungumza katika maadhimisho ya kumbukumbu ya maisha ya Mtakatifu Agustino ambayo yamefanyika katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Tanzania kilichopo jijini Mwanza. Profesa Kilangi amesema kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, wananchi hawataki kufuata mkumbo wa maneno wanayoambiwa na wanasiasa majukwani, bali wanapaswa kuyachuja maneno hayo na kujiridhisha kutoka kwa mtakatifu Agustino ni hilo la kutokuwa na uvivu wa kutafuta ukweli. Changamoto iliyopo sasa hivi kwa kizazi cha sasa hivi na hasa vijana wetu ni kwamba ni wavivu sana wa kutafuta ukweli. Ni wavivu sana wa kuchambua taarifa. Kiasi kwamba wanategemea na kutarajia taarifa zinazopatikana mitandaoni. Wanategemea sana taarifa ambazo zinatolewa na watu ambao sio vyanzo vya kuaminika. Hiyo ndiyo changamoto kubwa mimi nayoona kwenye jamii yetu kwa vijana wetu kwa kizazi cha sasa, kwamba kuna uvivu mkubwa sana wa kutafuta taarifa, kuna uvivu mkubwa sana wa kusoma vitabu, kuna uvivu mkubwa sana wa kusoma maandiko na machapisho. Nadhani kama tukiweza kulifanyia kazi hilo, tutaweza kuwa tumepiga hatua kubwa sana, na hicho ndio kitu kikubwa sana ambacho tunapaswa kujifunza kutoka kwa mtakatifu Agustino. Katika uchaguzi katika uchaguzi ni jambo lile lile, kwamba watu wetu watafute taarifa wajiridhishe juu ya taarifa, e, ziwe ni hasi ziwe ni chanya watafute taarifa wajiridhishe juu ya taarifa wasiambiwe tu jambo kwenye majukwaa na wanasiasa, nao wakakubali na kufuata na kushangilia. Mwalimu Nyerere alisema wakati mwingine watu wanafuata na kushangilia kama mazuzu. Hapana, mimi nasema wasifuate na kushangilia kama mazuzu, wafanye utafiti, wafuatilie, watafute uhakika wa taarifa, watafute ukweli wa mambo, basi hiyo itatusaidia sana na kwa namna hiyo tutakuwa tumemwenzi mtakatifu Agustino. Akizungumza kwa niaba ya chuo hicho, mwenyekiti mmoja wa padri wa jimbo kuu la Mwanza, Padri George Nzungu, amesema mtakatifu Agustino aliamini katika maarifa na watu wenye bidii ya kazi, ambayo itahamasisha vijana kutafuta maarifa ema zile falsafa za kanisa, binadamu anapaswa kulelewa kimaadili, moral formation, anahitaji kulelewa intellectual formation kielimu, anahitaji kulelewa kiroho, ki spiritual formation, na kiutu human formation. Hayo yakizingatiwa yote katika jamii ya wanafunzi na jamii ya watanzania wote, tunaamini nchi au jamii au ule mji wa Mungu unaweza ukatengenezwa maana yake kutakuwa na jamii ya watu wanaopendana jamii ambayo itakuwa free from corruption, watu watatendana na haki. Unaona, kwa hiyo ambayo, hiyo ndilo ambalo hii falsafa ya jamii ya Mungu, kwamba mji wa Mungu unajengwaje? unajengwa mji wa Mungu, mji ambao utatawala kwa haki e, watu watatendana haki, watu wataheshimiana, watu watapendana. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho akiwemo rais mstaafu wa serikali ya Sautiso Kasimiri Kasimiri na Beatrice Thomasi wameomba vijana kuachana na dhana potofu ya kuamini siasa sio vitu vyao na badala yake wajitokeze katika kushiriki shughuli mbalimbali ikiwemo kuchagua viongozi wa nchi. Na uh, wangu mimi kwa vijana, kwanza kijana anatakiwa kujitambua wewe ni nani na una mchango gani katika sehemu fulani. Usijua utajikuta unatumiwa katika siasa ukiza kupata kitu fulani ilhali kitu ambacho utaenda kukifanya kitaleta negative impact kubwa. Kwa mfano nizungumzie moja kwa moja, tunapoelekea uchaguzi mkuu, sisi kama vijana, kwanza tunatakiwa tuwe na hamasa, vijana tuwe na hamasa, na pia tutoeni, tupane elimu kwamba uchaguzi mkuu unahitaji nini, moja, mbili, tatu. Kupitia hamasa yetu, labda tunaweza tukaleta maendeleo chanya. Kwa sababu gani? Vijana tutakuwa na chansi mbalimbali, yani mimi nafasi za kugombea na nafasi zitakuwa nyingi. Kwa hiyo hamasa ambayo nitatoka vijana nianza katika hizi nafasi kati za uongozi ambazo zinaendelea. Lakini pia tunapozungumzia elimu, tukitoa elimu hasa hasa juu ya siasa, hicho ni kitu ambacho tunaweza kusaidia kupunguza ile. Vijana tumekuwa hatushiriki kwenye majukwaa ya wanasiasa, kwa hiyo hatupati fursa ya kusikia nini wataenda kukifanya. Mwisho wa siku, wanapoingia wanafanya kile ambacho walikizungumza na kinakuwa hakina faida kwetu. Lakini jambo la pili, vijana tumekuwa hatu, hatui wathubutu hatupangi, hatu, hatu, hatu, hatu, hatu au hatuamui kwenda kugombea. Hii ime, imepelekea viongozi wengi kuwa katika makundi mengine ya jamii e, labda wazee wanatuongoza kwa sababu wao ndio walioamua kwenda kugombea. Kwa hivyo vijana hatusikilizi sera, lakini hatuchukui maamuzi ya kwenda kugombea, lakini pia hata siku ya uchaguzi vijana tu hatuende kushiriki katika uchaguzi kitu ambacho ni kibaya. Kwa mimi nitoe wito kwa vijana, awamu hii tushiriki effectively ili tuweze uh, kuhakikisha kwamba jamii yetu inapata viongozi wazuri. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital. Mimi ni Timo Thrugoi.